Mtaweza kuvuka? Acha aende. Mtaweza kuvuka? Mnatoka wapi? Kanisani. Pale mbele. Huko, msipite huko. Au nyumbani ni wapi? Ko naishi wapi? Huko mbele huko hivi, eh. Hivi ujue, eh. Da, poa. Nimetoka ni eh, ni huko.